Dogo vipi? Mbona nikumbe makusudi. Nimekukumba kimakusudi. Asa wewe unasemaje? Eh. Yaani umenipush makusudi, eh. Alafu unasema unasemaje? Eh. Oga mdogo wangu nitakukanda wewe. Wewe nikande mimi. Wewe bwege nini? Eh. Wewe unasemaje mtoto? Unasemaje mdogo wangu? Time for food. Oga wewe. Hapa mtaani pote mbona unajua mimi ni nani? No, no, ah, no. Mbuli una makoro kama wewe. Wewe ni choko tu kwenye maisha yangu mimi. Alafu ni mtoto mdogo sana